Anasiri kubwa ya kuitazama katika Isaya 58 aya ya 10. Kumbuka tunaendelea kuangalia saumu ambayo Mungu ameichagua hasa tukitoka kwenye aya ya kwanza ya sura ya 58 na ya kitabu cha Isaya na sasa tutaangalia aya ya kumi. Biblia inasema hivi, na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Haya maneno yamebeba siri kubwa sana. Jambo la kwanza, saumu yako ikienenda kutoka kwenye nafsi yako ukamkunjulia mtu mwenye njaa hiyo nafsi yako maana yake kumdhihirishia upendo wako kuufungua moyo wako kumpenda, ukamsaidia katika uhitaji aliyokuwa nao. Wa kwanza ametajwa mtu mwenye njaa, na wa pili kushibisha nafsi iliyoteswa. Kushibisha nafsi iliyoteswa ni kuifariji. Maana njaa ya nafsi yenye mateso ni faraja. Popote unapopita watu wanakusimulia mateso wanayoyapitia kwenye ndoa zao, kwenye familia zao kazini mwao. Usifikiri Mungu amewaleta mikononi mwako bure. Ni sehemu ya mfungo wako, wewe wafariji wao. Ndiyo saumu ambayo Mungu anataka uifanye. Wasaidie, watie nguvu, shibisha nafsi zao, tumaini kwamba Mungu atawavusha, Mungu atawashindia, omba pamoja nao. Yawezekana mtu amekuja tu ofisini, anakushirikisha mapito yake, ni mfanyakazi mwenzako. Mungu amemleta kwa makusudi, ili wewe upate kuishibisha hiyo nafsi Faraja. Mshike mikono yake, omba naye hata kwa dakika chache, kwa maneno machache, omba Mungu amsaidie katika hayo mapito. Wengi tumezichukulia mahabari za kawaida, na tukitoka na sisi tunaenda kuwashirikisha wengine, kumbe Mungu anataka tupokee, tutende huduma na tupokee baraka kwa huduma tuliyoitenda. Biblia inasema hivi, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani. Kwa hiyo kuna giza tunalipitia kwenye maisha ili tupate mwangaza ni sisi kuwasaidia walioteswa, ni sisi kuwakunjulia nafsi zetu walio na njaa, na ndipo nuru inapambazuka gizani. Ni neno zito kidogo, yaani mtu yu katika giza, alafu nuru iangaze. Ni wokovu mkubwa, na tumekuwa tukikuta hivyo. Tunapita katika giza zito kwenye maisha, hatujui nini cha kufanya, tunatafuta namna ya kuenenda, namna ya kuvuka, lakini kumbe tulichohitajika kufanya ni kumtendea aliyeteswa yaliyo mema kuishibisha nafsi yake, tumaini la Bwana na kumwangalia mwenye njaa tukamkunjulia nafsi yetu kwa upendo, ndipo nuru inapambazuka gizani. Maisha yako yanaanza kupata mwanga. Biblia inasema hivi, na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Anaposema kiwi ni giza, giza litakuwa kama mapambazuko ya asu. Na ndivyo vitu ambavyo tumekuwa tukiviangaikia kwa kuomba na kulia na kufunga lakini mfungo wetu lazima uhusishe kukunjua nafsi zetu kwa walio maskini na kushibisha nafsi ya mtu aliyeteswa. Na wewe toka kafanya hivyo, utaona Mungu akikufanikisha, utaona Mungu akikushindia. Na tuombe. Bwana Yesu, nina kusifu na kutukuza, sante kwa neema hii ambayo umetupa kutafakari Isaya hamsini na nane. Bwana Yesu, ninalibariki jina lako, sante kwa kuwa we ni mwema na umetukusudia mema. Utusaidie e Bwana, ili nafsi zetu zifunguke kwa ajili ya watu wenye njaa tena, Bwana, nafsi zetu zikashibishe nafsi za wale wanaoteswa katika mapito yao ya namna mbalimbali. Na wengine wamethubutu hata kutuambia, lakini tulichukulia kama habari za kawaida. E Bwana, neema yako iwe juu yao, ukatutumie kama chombo cha kuwafariji, ukatutumie kama chombo cha kuwapa tumaini, ukatutumie kama chombo cha kuwatia nguvu, waweze kusimama imara na wavuke kwa ushindi hayo mapito wanayoyapitia. Mwangalie mtumishi wako huyu anayefuatilia kipindi hiki, neema hii ikawe juu yake. Nao Bwana ukaruhusu nuru yake ikapambazuke katika giza analolipitia, kukawe na mwangaza, neema yako ikawe juu yake, kiwi chake kikawe kama adhuhuri kupambazukavyo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen, bariki. Asante sana kwa kufuatilia kipindi hiki.